Uh, binafsi sijashangaa sana kwenye mpango huu, lakini nilikuwa najiuliza baadhi ya maswali mawili matatu tu kuwa ndani ya uh, saa sabini na mbili kutoka Netanyahu kuhutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa anakuja kukutana na mpango wa uh, uh, karibu mambo ishirini eh, wa Trump alafu chini ya saa mbili anaukubali katika mambo yote bila kupinga kitu kimoja. Nadhani nimekuwa na maswali kiasi kuwa imewezekana vipi kuwa vifungu vyote alivyoviandaa Trump na, na watu wake na Netanyahu kuja kupitia na akakubaliana navyo vyote bila kurekebisha bila kupunguza bila kuongeza kuwa hiki kipungue? Ni kama kwamba Rahbi, unasema kwa mapendekezo hayo ambayo akayatoa Trump, kwako wewe kama mchambuzi amekupa maswali zaidi kuliko ni majibu ya mzozo wa Gaza? Bila shaka kumekuwa na maswali mengi, na si tu maswali, unashangaa kuwa kitu kimoja kuwa haya makubaliano yote ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja unagundua kuwa ni zaidi ya asilimia themanini na tano ya vifungu vyote vimekuwa upande wa Israeli na sio upande wa, wa pili wa Hamas. Hakuna tarehe maalum inayotaja vikosi vya Israeli kuondoka ila vinasema vitakwenda kwa awamu, lakini katika kingine ambacho bado kinaleta ukakasi kwenye haya kuwa uingizaji wa misaada utazingatia makubaliano ya Januari kumi na tisa katika vifungu vya Januari kumi na tisa ambavyo Israel ndio atathibitisha gari gani iingie, msaada gani usiingie. Kwa nini bado tuko kwenye hivyo kulaghai? Laki... fulani upo kwenye haya makubaliano, lakini angalau pendekezo haya ya, ya Donald Trump yanasema kwamba Israel itajiondosha kwenye ukanda wa Ghaza kidogo kidogo, kati ambavyo hali ya usalama itaendelea kuimarika. Kulikuwa kuna shida gani katika pendekezo ambalo limependekezwa na wajumbe wengi wa Umoja wa Mataifa kuwa vitumwe vikosi vya kimataifa kuwepo Gaza, ikiwemo rais wa Indonesia Prabowo akisema kuwa yupo tayari kupeleka askari wa Umoja wa Mataifa waende pale wakahudumu waka, kwa sababu haingia akilini kuwa IDF ambao wameshiriki kwenye vita 23 ya miezi ishirini na tatu na Marekani ambaye akitoa msaada wake kuwa eti upande mmoja wa Hamasi usalimishe silaha halafu watakuwa chini ya usimamizi na ulinzi wa upande mmoja wa IDF ambayo imeshiriki na imetajwa na imeua na imeharibu ndani ya eneo moja Angalau kwa mpango huu inaonekana kwamba kutakuwa na serikali ya mpito ya kipindi cha angalau miaka mitano ambayo itaongozwa na viongozi wa kimataifa. Huoni kwamba angalau hii ni nukta ambayo inasema kwamba kuna ushiriki wa jumuiya ya kimataifa katika usimamizi wa Gaza baada ya vita kumalizika? Unaweza kusema ni jambo zuri, lakini umewashirikisha kiasi gani wahusika ambao ni Wapalestina? Karibu vikao vyote vilivyohusika na mpango huu wa ujenzi, kila kitu, au uratibu wote uliamua kuwatenga rasmi Wapalestina wote CPA, wala sio Palestina ya Hamas, wala sio washirika wa karibu wa Palestina. Lakini unaona mpango mzima ulivyokuwa unaandaliwa, ulikuwa na washirika wa karibu zaidi wa Israel.